Bismillah rrahmani rrahim <coughs> ndugu yangu, nikukaribishe tena katika mwendelezo wa darasa zetu. Leo tutazungumza darasa ambayo kichwa chake cha habari kinasema, usifanye nguo yako unayoivaa wewe kuwa tambara la dekio, hakika hiyo hurithishe umaskini na mikosi. Ndugu yangu, kila kitu kina mpangilio, kila kitu kina nature ikiwa kucha zako nywele zako zinazotoka katika mwili wako, hautakiwi uzitupe tupe hovyo, na unatakiwa uzihifadhi inavyopaswa. Katika mafundisho, unatakiwa uzizike vizuri. Kwa nini usizitupe hovyo? kuna nini unafikiri? Ushawahi kujiuliza kwa nini hazitupi hovyo? Hii kuna athari ni kubwa sana zinazopatikana, ndugu yangu, katika ulimwengu kuna mambo mengi sana ambayo yapo, mengine hatujui ufumbuzi wake, hatujui chanzo chake, basi tunaenda tu. Basi nikisha kupata la kukupata mwingine unatafuta mchawi mwingine, yani tafurani. Kwa hivyo kila kitu kina taratibu. Wengi tunakosea sana katika baadhi ya majambo. Kwa mfano, wewe haipaswi eh, nguo eh, yako ya ndani ukaenda ukianika nje katika kamba unaiandika nguo yako ya ndani, ni vitu ambavyo ni hatari, havifai. Au nguo ya ndani unaenda unaiweka chooni, au unaitundika tu, huna habari mwenyewe, huna hili wala lile, unaona ni kawaida sana, unaiweka pale, unaitundika. Hii haifai. E, athari zake ni mbaya, ni kubwa sana, afu baadaye utakuja kutafuta chanzo nini, utakosa jibu. Unaona vitu hivyo, unakuta mtu ana, anachukua nguo yake ambayo amevaa imechoka sasa, ile nguo anai anaidekia. Hapana, na ndio maana waliotengeneza madekio walikuwa na makusudio, wasingetengeneza madekio. Yapo madekio maalumu ya kudeki. Nguo ya kudeki, yani ni ya nini? Ya kudeki, ya kudekia. Unaona sasa, we nguo yako unaichukua alafu unaenda unaitumia katika hali ya kudekia. Haifai. Angalia kitendo kinachotumika katika kudekia. Kudekia maana yake ni kusafishia. Yani hicho kitu mpaka unakitumia katika kudekia, maana yake umekidhalilisha. Yani kitu wenyewe ni dhalili, ni dhaifu sana. Hicho kitu ni dhaifu, hicho kitu ni dhalili, ni kitu kichafu ambacho kinachotumika kusafishia mahala pasafi. Unaona, hakina thamani tena. Mathalani huwezi ukachukua wewe nguo mpya, halafu ile ukishaenda pale ukaifanya ni dekio, inatoka kwenye uthamani wa ile nguo, hata kama ina thamani kubwa, umenunua kwa pesa nyingi, laki mbili, lakini itapungua thamani yake, na itaondoka ile thamani yake kutokana na kitendo ulichoifanyia. Sio kitendo sahihi, ni kitendo ambacho ni cha cha kufanya kitu kinakuwa kinatoka uthamani. Sasa basi, katika imani ya kiroho, ndugu yangu, jambo hili ni jambo ambalo halifai. Jambo hili ni jambo ambalo ni baya, jambo hili ni jambo ambalo ni zito sana unaona, eh? Uh, ukitumia nguo yako katika hali ambayo ni ya kudekia, ulivaa miaka nenda miaka rudi, sasa ukaona kwamba ishayakuisha hii hii nguo ishachakarika, ishachanika, ishachanikachanika chanika, ngoja niitumie kudekia hapo, unakaribisha nuksi na mikosi mikali. Ushawahi kumuona mtu ana mikosi, amehangaika kwenye dua, kwenye maombi mbalimbali, lakini nakwambia, bwana mimi naombewa sana, lakini bado mpaka sasa hivi sijapata jibu, yaani sijapata kutanzuka katika hicho kitanzi nilichokuwa nacho. Kuna vitu vidogo sana vya kijinga, yani vitu ambavyo vidogo sana ambavyo, hicho kitu umekifanya kinakuwa wewe kwako kina, kwa sababu kiroho kuna muunganiko kiroho kuna jasho baina ya we, mwili wako wewe na kile kitu ambacho umekivaa. Ndio maana wakati mwingine mtu akitaka kumfanyia mtu ubaya anachukua athari yake. Hii athari maana yake inawezekana ikawa ni nywele, ikawa ni kucha au ni nguo yake, unaona eh? Sasa kuna mwingiliano wa kiroho uliopo baina ya nguo na wewe ambaye wewe ndio mmiliki wa hiyo nguo. Usitarajie kwamba unapofanya hicho kitendo wewe utakuwa supa, mambo yako yatakuwa ... angalia hata wenzetu ambao Mwenyezi Mungu amewapa wasa wa mali wa pesa. Ushawahi kumuona tajiri nguo yake ambaye ameivaa muda mrefu, afu akaitumia yeye kudekia? Akamfanyia, akampa mfanya, mfanyakazi mfanyakazi, chukua yeye, utaitumia dekio. Zaidi ya hapo, anafanyaje? Zinarundikwa na zinawekwa katika masafleti maalum au maboksi maalum, yanaenda kupewa watu wengine wavae. Mara ngapi ile mitumba ile inaletwa? ile ile mitumba walikuwa wamevaa watu, ile inaleta watu wengine wavae. Sio kwamba wao wamekosa labda wangetumia madeki, hapana. Kuna madekio maalumu ambayo yanayotumika kudekia. Sasa kwa nini ndugu yangu, wewe unatumia nguo yako hiyo katika hali ya kudekia, kusafishia nini, kufagilia kwa hiyo jambo hilo ni, ni baya. Jambo hilo linakuja kuchafulia nuru ya nyota na mwingiliano wa mwili wako kiroho, unajidhalilisha au unadhalilika. Kwa hiyo hii ni tahadhari, kwa sababu aliyejua na asiyejua ni vitu viwili tofauti, na, na kuwa bora yule ambaye anayejua na akamwelewesha mwingine ambaye hajui. Kuna vitu ambavyo ni vya kawaida kama wewe hujui, lakini wakati mwingine kaa chini, tafakari kwa nini watu fulani hawafanyi hivi, alafu wako mbali sana katika hali. Kwa hiyo jitahadhari, na hata kama ni mwanamama, umeenda zako kazini, umekuja ukarudi, ukamkuta fanyakazi au binti wa nyumbani amechukua nguo moja katika nguo yako au ya mtoto au hata kwake yeye au ya baba, anadekia, mwambie asifanye hicho kitu. Nunua madekio maalumu, yapo yatumike katika kudekia, lakini siyo nguo. Uletea mikosi na utaporomoka, utashuka. Allah, tuwafikishe katika yale anayoyapenda na anayoyaridhia.